Naam, katika video hii nitakuonyesheni namna gani ya kuweza kutuma maombi katika jeshi la wananchi Tanzania yani JWTZ, na nitakuonyesha hatua zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ikumbuka kwamba utaratibu wa kutuma maombi katika jeshi la wananchi Tanzania yani JWTZ uko tofauti kidogo, tofauti na ule ambao watu wanatumia online. Mfumo huu utatumia mfumo wa offline yani mfumo wa barua. Sasa, Kabla hatujaanza kutazama hatua hizo, tafadhali subscribe ili tuendane sambamba kuanzia mwanzo mpaka mwisho na uwe wa kwanza kupata updates zetu kila zinapotokea. So katika kutazama hatua za kuomba, lazima tujikumbushe sifa ambazo zimeainishwa. Huwezi kaomba kama hauna sifa stahiki. Sifa ya kwanza, uwe Mtanzania, tabia njema, na uwe na vyeti halisi yani vya yani elimu pamoja eh, na komi. Lakini jambo ambalo watu walikuwa wakiuliza zaidi kwamba kuhusiana na issue ya kwenda jeshini yani kupitia JKT. Kwa hiyo ni lazima awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, yani JKT, aidha kwa mujibu wa sheria au kwa kujitolea. Na vigezo hivyo vingine vya form 4 na form 6, lazima siwe amezidi miaka 24, yani una miaka 24 kufika chini, na wale walioenda ngazi ya elimu ya certificate na diploma E, wao wawe na miaka isizidi ishirini na sita ili hali wale wenye elimu za juu yani yaani e, bachelor degree au masters wao wasizidi miaka ishirini na saba. Sasa tunakuja kwenye hoja yetu ya msingi, utaratibu wa kuweza kutuma haya maombi. Maombi haya yanatumwa vipi? Kwanza kabisa maombi yote yaandikwe kwa ba, kwa mkono yani, barua iandikwe ya eh, kwa mkono na yasuishe makao makuu ya mako, jeshi Dodoma kuanzia tarehe moja Mei Mosi hadi tarehe 14 Mei, yakiwa na viambatanisho vifuatavyo. Unapotuma hayo maombi lazima uwe na viambatanisho, nakala cheti cha e, Taifa au ni namba na nakala cheti cha kuzaliwa, yani copy, usiweke original kwenye hiyo bahasha yako. Vile vile nakala ya kutimu JKT. Vile vile namba ya simu inayopatikana muda wote. Sasa hapa watu utajiuliza hizi barua zinafika vipi katika makao makuu? Eh, haya ya, ya JWTZ. Hapa kuna namna mbili. e, ukiangalia hapa chini kuna anwani. Anwani hii ndio utakayoitumia kuandika barua. Sasa barua zinapokelewa kwa namna mbili. Unaweza ukapokea kwa njia e, ukapeleka moja kwa moja in person, au kuna sanduku la posta na umeandika barua, unaweza ukaambatanisha hivyo na ukatuma kwenye sanduku la posta e, mia moja tisini na nne Dodoma. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao unaweza ukafanya maombi yako yafike. Lakini kama utaweza kufika, itakuwa ni poa zaidi, lakini mara nyingi maombi haya huwa yanatumwa kwa njia ya posta, na jitahidi, kama utatumia posta, basi jitahidi kutumia njia ya eh, EMS ili kuendana na muda kama ambavyo umewekwa, kwa sababu ni almost kama wiki mbili. Kwa kutumia mfumo wa EMS, kama unashindwa kwenda Doma, basi ile njia ya haraka na wataifikisha moja kwa moja pale makao makuu. Tafadhali kama hujaji subscribe subscribe. Until next time, bye-bye.